Yule mwenye lori la mafuta ni dada. Eh, hey, ni dada, ni dereva. Kwa hiyo ndio alosababishiwa huyu kachochola hapa. Kuovateki kamponza mwezi ile. Na hapo kati alikuwa anaua bajaji mbili hapo. Na wakapita akaingia pembeni. Wewe unaitwa nani rafiki yangu? Huyu jamaa alikuwa ana overtake. Baada ya overtake pembeni hivyo alikuwa na bajaji ambayo alikuwa anapandisha nazo. Hapo mbili. Yule dada baada ya kuona gari ime overtake nabidi akwepeshe gari pembeni, ili akwepe zile bajaji, waapushi na bajaji zile mbili, mwenyewe kaingia pembeni, jamaa kaakakuja kule pembeni pale, mana tana kutana ii bodi nucanza zakutana hii bodi nakuingia kushoto